Dokta kutoka kitengo cha Mnazi Mmoja, karibu sana dokta, naomba ujitambulishe. Ah, mimi kwa jina naitwa Dr. Fahrudin Ahmed numin kutoka hospitali uh, ya Mnazi Mmoja katika kitengo cha masikio, pua na koo. Asante sana, karibu sana Bwana Fahrudin, ah, au Dr. Fahrudin karibu. Asante sana. Asante sana at service. Nashukuru kwa hilo. Tunashukuru sana kufika hapa ZBC katika kuwajuza yale yote ambayo yanahusiana na vitu kama hivyo. Leo hii basi, mada yetu kuu ndani ya kipindi cha ZBC Daktari tutazungumzia vinyama katika pua. Kama tunavyoelewa, mwili wa binadamu umeumbwa na vitu vingi hadi kuweza kufikia wewe ukajitambua kama mimi ni mwanadamu na naweza kufanya mambo yangu kwa wakati na wasaa na kuweza kufanya yale ambayo yanostahili. Tunaelea pua inabeba mambo mengi, mbali ya kutambua kwamba ni kuvuta harufu na vile vile tunaweza kuvuta pumzi ili kuweza kuishi vizuri yeah. Dr. Faudin, kwa kulielewa hilo tu, hebu tuelezee hiki kiungo kina umuhimu gani mbali ya kupata harufu au kuvuta pumzi uh, sababu kusema la kweli mambo na vitu vingi sana. mm -hmm. Eh, kama alivyosema ndugu mtangazaji Ah, na kuna sehemu kwa ajili ya kuvuta pumzi uh, kwa ajili ya kunini harufu, lakini vile vile ndani ya pua kuna kitu kiko wide, au kwa kwa Kiswahili ni kitu kipana zaidi ndani ambayo mm -hmm. ndani ya pua kuna vitu ambavyo ndo katika topic ya leo ambayo tutazungumzia ambayo inaitwa vinyama vya pua na to adenoid hepatotrophy ambayo ndani ya pua, ndani ya pua hiyo adenoid hepatotrophy au vinyama vya pua ndo vinasaidia kwa ajili ya immunity ama kinga mm -hmm. eh, ya binadamu kwa ajili ya kusaidia na mambo mbalimbali. Isitoshe, mbali ya hiyo -hmm. vinyama vya pua kuna vile vile kuna, uh, kuna sinus eh, mm -hmm. ambao wata, sisi tunaita tundu na mm -hmm. nasaidia kwa mambo mingi sana ndani ya pua ikuwepo kuweka ile humidifier au balance mm -hmm. ya hiyo temperature ndani mm -hmm. ya kichwa na vile vile anasaidia kwa ajili ya kufanya mchezo za midene bali maji aliyesema kutoa maelezo kwa na kufanya vitu mbalimbali sana. Dr. Ibn hapa hapa kidogo katika kuzungumza hivyo, eti umepata kusikia ama kuona binadamu ana pua lakini ni anatumia upande mmoja tu? Hebu hapa umepata kuona hivyo, na akaanza kukosa vitu vingine vilivyozungumza vyote akakosa kutumia. Ah, rudia kidogo. Nataka kujua sasa, vile daktari unapokea wagonjwa wengi tu, lakini tunajua kila mmoja na, na maumbile mm -hmm. yake mm -hmm. katika ya kupokea wagonjwa wako, uliwahi kumpata mgonjwa ambaye anatumia tundu moja tu na akaweza kupata vitu vyote hivyo ambavyo umevizungumza sasa hivi? Hey, hivyo inakuwa inatokea hiyo. mm -hmm. Lakini ni matatizo mengine ambayo naawazungumza sku lingine ambayo mm -hmm. o uh, uh, polyps nazo polyps, hiyo ni pia ni jamii ya nyama za pua lakini sasa hizo ni Tunasa kuja nawza kua kusuga kitukwa uh, siku nyingine za kwa muda mwafaka sababu kwa sasa tunaposema <laughs> <laughs> <Asa, sasa laughs> hivi vinyama vya pua vyapadi katika mada it uh -huh. Tunaposema vinyama vya pua manake, maana halisi hasa tunakusudia nini? Na kiukweli, vinyama vya pua kitaalamu sisi tunaita adenoid, adenoid na hivyo uh -huh. Uh, inakuwa anakuwa kila mtu mtoto anakuwa na na kuja navo nazaliwa wanazo na hizo au hizo vinyama vya pua, amba adenoid hypertrophy au adenoid. In fact inakuwa nasaidia kwa ajili ya kama divosema pale, ndugu mtazamaji, nasaidia kwa ajili ya immunity kinga eh? mm -hmm. na hii inatokea sana pik kwa uh, Baina ya miaka miwili mpaka miaka saba wengine, mm -hmm. wanasema baadhi ya wataalamu wanasema miaka miwili mpaka miaka minne kutoka, kwa sababu mtoto ndo kwanza anaadapt ile immunity yake, kwa hiyo ile wakati inakuja nakuja katika kile kipindi ambacho hicho. Ndo haya matatizo ya vinyama vya pua huwa nasababishwa na nini hasa, hadi mtu tukaweza tukajua kwamba mtu ana vinyama vya pua? Nini kinachosababisha? Tuka, eh, tukisema vinyama vya pua uh, originated kwamba vinakuwa vipo, lakini tukisema adenoid hypertrophy ndio ile, hivyo vinakua. Kwa hiyo tunasema kwamba hivi vinakuwa kuna vitu vingi sana vimezunguka hapo. Kuna chakula kinasababishwa na kuna environment au kusema kwa Kiswahili na sisi eh, chakula kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea mpaka vinyama vinakuwa. Eh, watoto wanapenda, kuna chama wanapenda, kuna pipi vikola na vitu vingine. Ukija mazingira kama tunavyosema kwamba

Hmm. Pia na ya mazingira sasa, haya mazingira, mazingira. Hmm. Um, kuondokana na kusema na kweli, <laughs> mtangazaji ni hmm. ngumu na kweli lakini, aa, kuna vitu ambavyo vinaweza kusaidia mpaka ukaepuka na, ingawa hmm. kwa mtoto na kwa ni yani ngumu intervention kumfuatilia mtoto na kwa ni ngumu sana, lakini unatakiwa uh, mfuatilie kwa hali kama mazingira yengine utaona mtu anavaa maski japo watu watakushangaa wanavaa maski. mm -hmm. eh, sehemu zenye uh, manukato. Sisi watu wazima ndio unajua aakitau mtoto unajua, ukifukiza rudi nyumbani ama kikayum kali zinakua zinazinachangia mm -hmm. na vya kwetu tumesema tujitahidi, kwa sababu mtoto anakwenda skuli, anakula pipi, anakula chama, anakula sasa vitu kama hivi nafikiria kwamba tuchukue juhudi sisi wenye wazazi, hey. Si wazazi tu, nafikiria tuseme na serikali, siu ipige mgomo, vya kula visiletwe, kwa sababu unajua kumhatarishia mtoto chakula kinachompa yeye tabu, na tunategemea ule hmm. mtoto awe baadaye ndio kiongozi wetu, tunamtegemea ndio taifa la kesho, tunasema hmm. Unafikiri daktari, hapa ipigwe kantini kwa mazao yako tu, visiletwe vile vya kula bado tunasema kwamba tunapata ile market kubwa, tu watu, tunapata fahari fulani hivi, kwa sababu tunakuwa tuna biashara ambazo zinakuwa tunaendelea. Lakini zile biashara zinaendelea, lile taifa je, litaendelea bila kuwa na kitu na wale watu ambao walikuwa na afya bora? Unajua so watu wote ambao kama nilivyosema pale ndio mtakabidhi, so watu wote ambao wanazaliwa na kuondoka wote wanakuwa na vinyama papo hapo kwa kila mtu, kwa kila mtu anakuwa na vinyama papo, basi ndio kwa sababu inatokana na ile peak ile nisemaje kwa Kiswahili ile utokezea si haja ah. Kuna wengine watoto wanazaliwa ndo wanakuwa na hiyo. Na una mtambuaje yule mtoto ambaye alikuwa mchanga kabisa? Unamjua yule mtoto kwa sababu unaona pale mwanzo anakuwa mtoto kama yule labda kutokezea, manake akalala vile ukamhisia na vitu fulani fulani kuna dalili za vinyama vya pua, mm -hmm. ndugu mtangazaji. okay. Ah, dalili kubwa mtoto atakuwa mm -hmm. mm -hmm. eh, mm -hmm. na koroma siku sana, mpaka wakati mwingine anakuwa kero, anakoroma na mtoto ambao mwenye vinyama vya pua anakuwa mdomo wake hawezi kufunga, yes, <laughs> anakuwa anaacha mdomo wazi mm -hmm. Eh, hata ukienda kliniki utaona mm -hmm. Eh, hata ule kuwaji wake unakuwa hapo kila wakum, siku anakwambia, unaenda kwa nesi, anakwambia bana, mtoto wako kilo zako tatu. Sasa pili tena, tena, anakwenda tena namba tena tatu mbili pointi tano kwa hiyo uh, inakuwa ule ukuaji wake unakuwa si mzuri, anategemea mdomo kwa ajili ya kuvuta pumzi, anategemea mdomo kwa ajili ya kula. Uh -huh. Sasa so tulisema kwamba yeye huko ndani hapo kwa mezi kwa mezi, kwa hiyo kuna tegemea kula kula hapo hapo kwenye mdomo na tegemea kuvuta hewa katika mdomo wake. Kwa hiyo mara nyingi anakuja pale hospitali, mama anakwambia kabisa, mimi mtoto wangu hawezi ah, kunyonya kidogo anaacha, anaacha kwa sababu yeye unamdisturb kwamba ile mdomo anategemea kwa ajili ya hewa, lakini vile vile Uh, mara nyingi tumeona kama tulivyozungumzia hapo kuchambua chambua sana tumeona watoto, ndio sana sana, sana, wanakumbwa na matatizo haya. Kwa nini itafautike watoto wakugusana na matatizo haya sana, na wasio wale watu wazima? Eh, kama nilivyosema mtangazaji pale nyuma kwamba mm -hmm. Hii ina, ina inatokea sana kwenye miaka miwili minne mpaka hata saba kwa sababu ile mtoto ndo anapojenga tumesema kama adenoid kitaalamu ni lymphoid tissue nilo ni, ni, ni, uh, nyama, vinyama, vina ambavyo vinajenga kwa ajili ya kupambana na, mm, na seme marazi ama dizi ni kama ni immunity.